Ni awali wa kahawia dona au uji wa nafaka kamili. Nafaka hizi zinachukua muda kuharibika tumboni, ya hivyo sukari huachilia taratibu. Hii inasaidia mwili wako kuwa na nishati ya kudumu bila kupanda au kushuka kwa sukari. Tisa. Limamu na tangawizi, wasaidizi wa asili hawa maji yenye vipande vya limau au tangawizi husaidia kupunguza sukari na kusafisha damu. Unaweza kuanza siku moja siku kwa glasi moja ya maji ya vuguvugu vugu, yenye matone ya limau, lakini epuka kuongeza asali au sukari. Kumi. Maji, maji ambayo tunakunywa maji, dawa rahisi usiosahau maji haya ambayo tunakunywa ya kawaida. Watu wengi hupuuzia maji, lakini maji husaidia mwili kutoa sukari kupitia mkojo. Kunywa glasi sita ama nane kila siku, hata kama huna kiu. Epuka soda, juisi za viwandani na vinywaji vyenye rangi nyingi tofauti